Mtazamaji wa watetezi wa haki za mtoto msichana katika kaunti ya Tana River, wameendeleza vita dhidi ya ukeketaji msimu huu wa likizo ndefu na kuwaonya wahusika kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao endapo watapatikana. Japo takwimu za kaunti hiyo zinaonyesha kwamba visa hivyo vimepungua kwa asilimia 34, na bado kuna sehemu nyingi ambapo ukeketaji unafanyika kisiri. Na kwenye mkutano wa kutoa hamasisho kwa jamii uliofanyika kaunti ndogo ya Tana Delta, wakuu wa usalama za wenyeji kutoa ripoti kuhusu ukeketaji kwa haraka ili hatua zichukuliwe. Mimi kama msichana wa hapa, tunapitia changamoto mingi sana when it comes to FGM. Tumepitia FGM ambayo inatudhuru hata wakati wa kujifungua. Utaona wasichana wetu wengi ndio wanafanyiwa CS sababu mtoto haezi pita huko Alafu hata wakati, wa, wakati wewe na bwanako mnapatana bado it's a problem to us. Sisi wakati wengine wanaenjoy, sisi tuna, tunapata uchungu so si mimi nahimiza jamii na kila mtu kuwa wasichana wacha wakae hivyo hivyo, hata wao wako na right ya kuenjoy maisha. Tumeweza kuformulate policy ambayo itaweza kulinda akina dada na akina mama na dhuluma zozote zile za kijinsia, ikiwa FGM ikiwa mstari wa kwanza na FGM ikiwa ndio uh, um, gender-based violence kuu ambayo tunapigana nayo sehemu hii ya Tana River. Kuna nyanja nyingi ambazo tunahitaji wale wasichana wasaidie katika jamii na mambo mengi ya kueneza jamii mbele, lakini unapata kwa sababu sio wasichana wengi wamesoma, unapata ya kamba ya kwamba kuna changamoto kama kwa mfano kwa idara ya polisi, kwa idara ya hata kwa hospitali tuko tuko na na very few nurses, very few police officers ambao ni wasichana ambao wanaweza saidia katika ile gender desk, kwa sababu mwanamke anapodhulumiwa na mwanaume wana, kwenda kuambia mwanaume mwingine ya kwamba nilidhulumiwa, huwa anaona ni kama huyu ni yule saa wala yule yule perpetrator. Naam kwingine ku mbunge wa Likuyani Innocent